Kwa jina lingine anaitwa Agustino Ngwira. Ni mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Songea, Halmashauri ya Madaba, kata Matumbi, kijiji cha Ifinga. Sasa ni kama mtumiaji kijiji cha Ifinga kwa suala kubwa ambalo la mawasiliano. Kwa miaka ya nyuma, kijiji cha Ifinga mawasiliano ilikuwa ni changamoto sana. Tulikuwa tunatembea kilomita kumi na tano na kumi na sita ili kupata mawasiliano. Lakini baada ya muda kidogo kuja kuletwa mtandao, kidogo tukaanza kupata kidogo nafuu fulani kwa mawasiliano hapo. Hata kama kuna taarifa ya ghafla tunaitoka kwa wakati. Kwa majina naitwa Mwalimu Michael Eusebius Msigwa, ni mwalimu kiongozi shule ya msingi Ifinga. Toka Halmashauri ya Madaba mpaka Matumbi ni takriban kilomita 48. 48. Kwenye swala zima la mawasiliano katika kijiji cha Ifinga hususan kata ya Matumbi kabla Uh, mawasiliano hayakuwa mazuri sana, kwa sababu watu walisafiri kilomita sio chini ya kilomita 30 kwenda kufuata ambapo network inapatikana, ambako sehemu moja inaitwa Kona Kali. Kwa hiyo mtu hapa lazima aondoke na, na pikipiki aende uh, hapo Kona Kali ndio aweze kupata mawasiliano. Kwa sasa hivi hapa huduma tunaopata au mtandao tunaopata tunaohudumiwa ni wa Halotel. Huduma hiyo ni ya uh, mgao, kimsingi naweza kusema mgao kwa sababu unawaka saa tatu asubuhi na kuzima, umejitahidi saa tatu usiku, nayo ni kwa kupiga tu kupiga na SMS, WhatsApp kwa shida sana. Yani kwa mfano kama mi, mitandao ya kijamii ndio kwa shida sana, hususan ni WhatsApp kwa shida sana. Kwa mfano document uweze kudownload ni mpaka upandishe juu, yani kwa maana kwamba uende uende mjini ili uweze kudownload document yote, ukitumiwa na ukitumiwa hususan kama sisi viongozi ukitumia dokumenti yote lazima uende juu. Kazi zozote zile za kufanya lazima uende juu. Kwa hiyo kwa sasa kwa mawasiliano, yani yani kwa kwa maana maana kwamba tume, tumefanikiwa yani kwa maana kwamba tume ametuboreshea yani kwa maana kwamba hatukuwa na mawasiliano awali, sasa hivi mawasiliano yapo, isipokuwa kuna changamoto inatakiwa zibo, ziboreshwe. Changamoto hizo uh, ni kwamba uwezo wa, wa mtandao kwanza, uwezo huo wa mtandao kwa maana kwamba uweze kumudu kutoka uwe masaa ishirini na nne, kimsingi saa tatu asubuhi, saa tatu usiku, hiyo inakuwa sawa. Kwa sababu kwenye haki za binadamu mawasiliano ni moja kati ya haki za msingi za binadamu. Uwezo wa mtandao yani, kwa maana kwamba mtandao uweze uwe na uwezo gani, ili, ili kwamba kuweza kumudu, kumudu shughuli zote za kiutawala. Kwa mfano taasisi zote katika kijiji hiki au halmashauri ya kijiji hiki cha Ifinga zina mifumo zote, zimefungiwa mifumo ambayo inatakiwa kimsingi iendeshwe kwa kutumia mfumo mfumo m. Taasisi ya elimu ina mifumo, mfumo wa ambao unatakiwa <coughs> ili uweze kufanya manunuzi, aidha utangaze tenda, uombe vitu kwenye mfumo, ni lazima uende juu. Kwa hiyo napata shida hapa, kama walimu ni lazima uende halmashauri, umbali huo wa kilomita arobaini na nane, uende kufata hiyo huduma. Lakini pia hospitali zipo, hazitumii mifumo kwa sababu mifumo ile haiwezi kuwezeshwa na, na, na mtandao uliopo. Kwenye swala la usalama, sisi hapa hatuko salama sana, kwa sababu kama mtandao unazima saa tatu, likitokea kwenye swala la afya, namna ya ku, ku, kuomba ambulance ni shida. Lakini pia usalama wa kimazingira e, tuna, tunapakana na hifadhi kubwa hapo, tuna, tuna vitalu hapo, maanake vivyote vile watu kama ni majangili wanategea tu saa tatu umeme utakuwa umekata, nani mtandao utakuwa umekata. Kwa hiyo hivi vinachagizwa sana na barabara. Barabara yetu bado haiko haiko vizuri sana, na ndio maana hata hao wa TANESCO hawa kuleta nguzo peleka huko, na nyinyi mmeziona nguzo zimelala huko, barabara zinashindwa kufika kwa sababu gari inayotakiwa ifikishwe huko, ndio shida. Kwa hiyo hivi vyote hivyo vinategemeana katika kuchagiza maendeleo ya mawasiliano Ifinga. Lakini cha mwisho ambacho pia na, natakiwa tuangalie pia, kama hiyo minara ni ya serikali basi Voda waweke booster zao, Tigo waweke booster zao, uh, sijui TTCL waweke booster zao, ili kwamba mtu akiona anataka kutumia akiona huu una shida anatumia huu. Kwa majina ya Ongoli, ni mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji. Huu ni mradi wa wa hospitali yani zanati ambayo tumeendelea kujenga sasa, tumeshaikamilisha hatua za mwisho kabisa, tunasubiri tu hapa kuweka tenki na kuanza kutoa huduma pia ndani ya mwezi huu. Sasa, imeshakamilika kuna vitanda na madawa yameshafika muda mrefu. Hili jengo mpaka sasa lina kwenye hatua tuliyofikia hapa kuna gharama zaidi ya milioni 140. Haki ujumla juu ya mawasiliano kweli zamani na sasa kidogo kuna unafadhali kwa sababu zamani sawa mawasiliano yalikuwa hamna kabisa hapa tulikuwa tunatembea umbali wa kilomita karibu 15 kwenda kufuata mawasiliano. Lakini kwa sasa huduma ya mawasiliano imesogea. Wito wangu kwa serikali, kwa sababu sasa tuna shule zinahitaji zina mifumo kuna zahanati hapa, ndio kuna vitu vingi vinahitaji mfumo ambavyo pia mawasiliano yanatakiwa ya zaidi. Kwa hiyo tunaomba serikali kwa sababu mtandao upo basi na umeme umefika basi watupelekee umeme kule kwenye eneo la mnara. Kwa majina naitwa Paulina Mutrasia, ni wakala wa Alopesa Ifinga. Jambo la kwanza ninashukuru kwanza serikali kwa ajili ya kutuletea huduma ya mtandao, maana hapo awali pia haikuwepo. Tunashukuru sana, maana tulikuwa tunafuata mtandao kilomita 15 kwenda kuwasiliana na ndugu zetu na mawasiliano mengine pia baada ya kujenga minara mtandao unakuwepo, lakini sio wa muda wote. Pia unategemea hali ya hewa ya siku. Kama jua jua limewaka sana, basi mtandao mtandao utakaa kwa muda. Kama hali ya hewa ni siku hiyo labda jua, jua hamna, pia mtandao unakuwa hauwaki kwa wakati. Mfano mzuri mbao unaanza saa, muda mwingine unawaka saa tatu, tunautumia hadi saa mbili usiku au saa tatu usiku umekata, kulingana kwamba uwezo wa panel zile au beti kutunza ni mdogo. Changamoto tunazopata kwa wateja ni mteja anaweza akawa yuko hapa wakati, kabla hajatoa hela mtandao haujakata, lakini anamalizia, ameshaona ameshathibitisha, mtandao umekata, unashindwa kumhudumia kwa sababu sasa hawezi kuchukua kesho kwangu wakati mimi sijaona nini message kwamba nimepata hela. Kwa hiyo kama mtu ana shida haraka, unakuwa hujatoa hiyo, hujatatua huduma katika jamii. Mtu ana shida haraka ya hela, wewe hujaona message, huwezi kumhudumia. Kwa upande wa message, vifurushi unaweza ukaunga kifurushi cha wiki, mtandao umekaa labda umekata wiki, hamna huduma, kwa hiyo kile kifurushi hakirudishwi, kinabaki vile vile. O, umejiunga wiki, mtandao siku utakayorudi, unaanza kujiunga upya kile cha mwanzo. mm -hmm. Mimi ninachoshauri kwa changamoto namba mtandao, cha kwanza, mtandao ukeshe, watu wawe na huduma mtandao, kwa ulimwengu huu wa uchumi na uwekezaji mtandao ni kitu cha muhimu sana, ili kila mtu sasa hivi aweze kuwekeza na kufanya kazi yote anayofanya kwa huduma zote ziwe za kijamii ziwe za kiuchumi unazotoa, lazima mtandao ukeshe, kwa sababu si kwa ishu ya kiuchumi tu, pia hata kwa huduma za afya. Anaweza kama anaweza kama mtandao umeshakata, hakuna namna ya kuita ambulance ikaja Ifinga. Kwa hiyo mpaka waende tena waipande juu kwanza kwa boda, wakapiga simu ambulance ije. Kwa hiyo inatupa changamoto. Kwa hiyo kudongana, changamoto namba kwanza, cha kwanza tu wavute umeme kwenda kwenye mnara mm. Na pia kampuni zingine za simu ziwekeze pia, sababu um, awali population ilikuwa ndogo ya Ifinga. Sasa hivi msongamano wa watu upo, wawekezaji wako wengi, kwa hiyo itatusaidia pia. Majina anaitwa Yusuf Saidi Masawe, kaimu mtendaji Kata ya Matumbi, kijiji cha Ifinga. Shukuru serikali kwa kutuwezesha kutujengea mnara na mtandao wa Halotel mm, ambako umekuja kidogo umeturahisishia kutuwezesha kupata mawasiliano kwa muda sasa, kutokana na kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna mawasiliano kabisa, ila kwa sasa yapo, japo kunakuwa na changamoto ambazo zilikuwa zinajitokeza hususani kukata kwa, kukata kwa mtandao kutokana kwa na kuwa unatumia umeme wa sola. Pia kwa kuna changamoto ya masuala mazima ya intaneti inasoma hii, maana hata kule kituo cha afya kinashindwa kuendesha mfumo wa gotomis kwa sababu ku, nani, ya, ya kasi ya mtandao iko chini. Kuongeza kasi ya intaneti eh, kwa sababu pia kule watumiaji wa intaneti wapo, lakini sasa kuna taarifa muda mwingine unahitajika utume kwa njia ya intaneti, ina kubidi tena utembee umbali mrefu kwenda kutafuta sehemu ambako utaweza ukapata huduma ya intaneti vizuri.